Mtazamaji wetu wa Manyunyu TV ni kualike katika mwendelezo wa vipindi vyetu kupitia studio zetu za Manyunyu TV. Ikumbukwe tarehe kumi na mbili mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi na jaji wa mahakama ya rufani ndugu Jacobo Mwambegele aliweza kutangazia umma wa Tanzania kuhusiana na kuanzishwa kwa majimbo mapya ya uchaguzi, hasa katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika mkoa wa Tanzania katika nchi ya Tanzania, majimbo nane yameweza kuanzishwa, na miongoni mwa mikoa ambayo majimbo hayo yameanzishwa, mkoa wa Dodoma nao ni kati ya mkoa ambapo yameanzishwa majimbo hayo tukiangalia jimbo la Dodoma mjini ambapo limeanzishwa jimbo la Mtumba. Jimbo la Dodoma mjini limekuwa likiongozwa na Mheshimiwa Antony Peter Mavunde kwa takribani kipindi cha miaka kumi. Ameweka bondi kubwa sana na Wanadodoma katika jimbo hili la Dodoma mjini, na ndipo tarehe kumi na tano mwezi wa tano elfu mbili na tano alipoweza kutoa maamuzi yake sasa ya kuchagua kutoa tamko la jimbo lipi ambalo anaweza kuelekea. Maamuzi hayo ameyatoa kupitia kikao cha wajumbe wa Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Dodoma mjini. Tupo na kiongozi kutoka soko la Machinga Complex ndugu Nyamageni Kinga Mkono, ambaye yeye yupo hapa kueleza hisia zake tamu na chungu za uongozi wa Anthony Peter Mavunde na kwa namna gani basi wameweza kupokea mapokeo yale ya kuweza kuhamia jimbo la Mtumba. Mimi naitwa Happy Jeromi Balisija. Karibu sana mwenyekiti Kinga Mkono. Asante. Mimi naitwa Nyamageni Kinga Mkono, ni mwenyekiti wa soko la wazi Machinga Complex, niko pale kwa ajili ya kuongoza wafanyabiashara Hmm, kama ambavyo tumeweza kuambia watazamaji wetu kwamba lengo kubwa hapa ni kuweza kuangazia yale mambo yote ambayo yameweza kufanywa na Mheshimiwa Antony Peter Mavunde kwa kipindi cha uongozi wake, hususan ni kwenu nyie wa machinga katika soko la Machinga Complex, lakini kabla tujafika huko, labda hata kwa ufupi, tuweze kulifahamu soko hilo la Machinga Complex limeanzishwa mwaka gani, lakini pia lina idadi ya wafanyabiashara wangapi? Soko letu limeanzishwa miaka miwili iliyopita, ambapo mchakato wa ujenzi wake chanzo chake ilikuwa ni Mheshimiwa Rais pale alipotoa agizo kwamba wafanyabiashara wadogo wote, yani kwa maana ya wamachinga, wapate maeneo maalum ya kufanyia biashara, lakini yawe rafiki. Ndipo ambapo halmashauri ya jiji kushirikiana na wamachinga walipoanza mpango maalum kwa ajili ya kutafuta eneo lile mpaka alipopatikana lile eneo, wote kwa pamoja tukawa tumeridhiana, ndipo ujenzi wa soko ulipoanza. Soko letu lilianza na wafanyabiashara wakiwa elfu mbili na mia tano hivi sasa. Tunavyoongea tuna wafanyabiashara elfu tatu na kama na mia sita hivi, na na tunatambua kwamba wamachinga hawajawahi kumalizika kadi hawa wanavyopewa eneo wengine wanazaliwa. Labda kwa wale ambao sasa wako pale wakifanya biashara, ni prosesi zipi ama mchakato upi ambao ulitumika kuweza kuwapata na wakapata vizimba katika soko hilo? Ni kweli kabisa kwamba wamachinga hawajawahi kutosha wala hawajawahi kuisha, kwa sababu kadi, siku zinavyoenda vyuo vinamwaga watu, lakini pia baadhi ya maeneo mbalimbali watu wanapatikana, lakini sana vyuoni, lakini pia kwenye mashule sasa pale kwetu kuna kitu kimoja ambacho huwa tunajaribu kukitumia. Kwa mfano, kuna wafanyabiashara ambao unakuta kwamba labda alisha apply kazi akaamua kuwa machinga, lakini wakati anasubiri akipata kazi yake, automatic ile kizimba huwa wanakiachia. Kwa hiyo akikiachia kizimba pale, ndipo ambapo yule ambaye ametoka chuo au ametoka wapi, kwa utaratibu wa kuandika barua kwa mkurugenzi, anakuja pale tunampa kibanda. Kwa hiyo nafasi bado zipo, nafasi sio nyingi ila zinapatikana <laughs> zinapatikana ah. <laughs> Mm, sasa ukiwa kiongozi pale, labda ni mwaka gani ama muda gani umeweza kuutumia ukiwa kama kiongozi pale mpaka sasa hivi? Mpaka sasa na miaka miwili na miezi mitano na nusu. Hmm, kuna mm, kuendelea endelevu ama kuna kipindi cha uchaguzi? Na ushawahi kufanyika uchaguzi wote mpaka sasa hivi? Hata mimi binafsi nilipatikana kwa njia ya uchaguzi uliitwa uchaguzi pale, tukasimamiwa na mkurugenzi, ndivyo tulivyopatikana viongozi wote wa soko lile. Ni kwa muda gani? kwa kwa, kwa kwa mujibu kwa, kwa mujibu wa mwongozo wetu unatutaja kwamba kunakuwa na ukomo uh, uh, wetu ni miaka mitatu. Kwa hivyo mimi mwakani tena nipo kwenye kinyang'anyiro nao, kama um, kama jimbo tuseme yes, kama hmm, jimbo nitagombea. Ah, tena wapiga kura wako wanakuelewa sana, unafikiri kipi ambacho wanakipenda zaidi kutoka kwako? na jinsi ambavyo tunaishi. Unafahamu kwamba kuwa kiongozi na uzuri ni kwamba mi pia ni mfanyabiashara, kwa hiyo wanafurahia yale maisha kwamba hatujiweki sana kwenye uongozi, lakini tuko zaidi kwenye kushirikiana kwenye kila jambo. Kabla hatujaenda kwenye kiini cha kipindi chetu cha leo, labda pia tuweze kufahamu katika uongozi hmm, wako ni zipi, ni changamoto kubwa ambazo unakabiliana nazo? Uh, changamoto ambazo tunakabiliana nazo sana ni wakati, labda nyakati ambazo labda unzokapata kuna baadhi labda ya viji migogoro vya hapa na pana, ujua unafahamu, naongoza watu ambao pale Masingomaza ni wengi zaidi, lakini pia unakuta kwamba watu walio kutoka kwenye labda alikuwa tajiri akashuka, kwa watu wengi wako skata. Kwa hiyo sasa, lakini kwa kushirikiana, tunaenda na mambo yanaenda. Na ah, uko kwenye usingomaza. Why? Kwa nini? Kwa nini umetaja Singomaza? <laughs> Ana uhalisia utafiti ambao nilifanya binafsi nilikuja nikaligundua hilo. Wana ikuja... wana changamoto gani hao? Ah, mara nyingi unakuta kwamba labda akija na hasira. Ukija ukifuatilia unagundua, no anasema yeye wanaume hivi na hivi. Akishaongea hivyo tu basi unajua oh. Basi lakini unajua jinsi ya kutreat jambo linakaa vizuri. Uongozi wenu umezingatia vipi mgawanyo wa majukumu baina ya wanawake na wanaume? Wakati tunaanza, wanawake ni kama walikuwa nyuma kidogo. Lakini tunashukuru Mungu, sasa hivi tumefanikiwa kuwatengenezea umoja wao, nao wamepata nguvu. Tumeanza kusikia sasa wanawake nao wanatamani kugombea. Hivi juzi juzi, ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe tarehe kumi na mbili tulikuwa na mheshimiwa Mavunde na mkuu mkoa wa Dodoma, walikuwepo pale, tulizindua umoja wa wanawake. Kwa hiyo, wana mwenyekiti wao, katibu. Kwa hivyo, nao wameshashawishika sasa kuzitamani nafasi za uongozi na sisi tunasema Uaje, hmm. Ili sasa angalau tupate ile ladha ya ya mama mpambani sasa, Atupambani. Na <laughs> <Mnapigwa chini. laughs> tutafurahi, mtafurahi. Aa, unafikiri sasa soko lile limeleta jibu gani kwa machinga wa mkoa wa Dodoma? Kimsingi limeleta majibu chanya yote. Mimi nikiwa kama mfanyabiashara kwa sababu mimi chanzo changu nilikuwa natokea saba saba pale, saba saba tulikuwa tunapigwa vumbi sana jua kali kwa maeneo ambayo tulikuwa tunakaa lakini baada ya kupata lile soko kwanza, tunakaa kwenye kivuli, lakini pili ni sehemu ambapo unaweza kumwambia mtu yoyote kwamba bwana, nipo pale machinga complex kibanda namba fulani. Kwa hiyo kama anataka kukukopesha au anataka kukufata, anakupata kirahisi. Kwa hiyo limeleta majibu mazuri sana. Safi kabisa. mm. Lakini pia kuna kuna tetesi kwamba vizimba pale pia watu wanapeana nafanya na wewe sasa hivi hapa, kiongozi wa eneo lile mwenye dhamana, ambaye pia unaweza ukaongelea, unasema nini kwenye hili? Watu wanapeana kwa maana ya kwa kujuana, ah, mtu na mtu. mm. Ah, ah. uongozi na kundi la watu ambao wanawaamini ah. kwa hilo hapana, mimi kwa binafsi yangu, mimi hilo sijaliona, hilo sijaliona, na mimi nasikia kama wewe. Unafikiri kwa nini tetesi hizo zinavuma? Uh, pale kuna wafanyabiashara elfu tatu na mia na kitu. Kwa obviously maneno ya aina hiyo kuelekea kwa viongozi ni kitu ambacho lazima ukitarajie. Ukiwa kiongozi, lazima utarajie, sio hayo, unaweza ukasikia na mengine mengi tu, lakini uhalisia hakuna tutoke huko, kwa maana kama nilivyosema kwamba sio dhima ya kipindi chetu kwa siku hii ya leo, lakini tulitamani kuweza kufahamu hata kwa uchache tu kuhusiana na soko la machinga complex. Tukisema kwamba um, nyamageni kinga mkono ni mwenyekiti wa soko la machinga complex, basi yule anayekutazama hawezi kufahamu. Aa, sasa tukienda kwa mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, ni wakati gani ulianza kumfahamu Anthony Peter Mavunde? waziri wa madini kwangu mimi, ni brother, ni mtu ambaye tuna yani, tumeanza kushirikiana ya naye muda mrefu sana, kabla hatujawa na soko. Tumefika kwenye soko pale mpaka si tunachaguliwa napata uongozi, tunaonana naye ofisini. Ni mtu rafiki sana, ni mtu ambaye mpaka sasa hivi mimi siwezi kuelezea kuna kitu gani kinaendelea kwenye kichwa changu. Natamani nimpigie simu nimlaumu, natamani, yani natamani kuongea naye kila aina ya sauti, lakini yani sielewi inakuaje, lakini kitu ambacho kinatuumiza sisi. Ungepata nafasi ya kuzungumza naye kabla hajatoa tamko jana, unafikiri ungemshauri nini? Ningeza kumshauri kwamba agombee Dodoma mjini kwa sababu Dodoma mjini tuko wengi huku, pale sibini na watu elfu tatu pale na mia tano, lakini cha ng'ombe pale nikimwambia gombee Dodoma mjini. Unafikiri kuwa majimbo kuna kitu amekipoteza? Ah, siwezi kusema kuna kitu amepoteza, lakini kuna kitu pia amepoteza ni gharama ile, kwa sababu kuondoka Kwani kuwaacha watu fulani ulikuwa unawapenda, unaishi nao alafu, tena huishi nao tena unaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo lazima kuna kitu, na yeye nafikiri, sidhani kama yuko sawa, atakuwa tu yuko kama sisi. Watu wamelia <coughs> sana jana, yes, ulilia. Mimi mmoja hapo sikulia, lakini inaniuma mpaka sasa. Uh, ulipokeeje ile taarifa na ulipokea ukiwa wapi? Ah, huo muda napata hiyo taarifa nilikuwa pale sokoni nilikuwa na ongea na mama Lishe kule. Kapigiwa simu na katibu wangu Marco Simon Mwagale. Kanambia bwana jamaa ametuacha. Sasa unajua hiyo lugha ya ametuacha. Eh, hey, inaleta ukatazi ametuacha vipi? Ametuachaje? Hmm. Kanambia bwana braza Mavunde atupo naye. Ah, <laughs> anazidi kukuchanganya. <laughs> Nani huyo alikupa hiyo taarifa? <laughs> Umeona. Mm. Baadaye nikamuuliza kwani hebu nieleze vizuri. Akaniambia bwana jamaa amechagua Mtumba. Kwa hiyo alivyosema hivyo automatic, mm, nikaelewa. Nika na of course kulikuwa kuna fununu fununu kwamba kuna jimbo limeongezeka. Watu wengi walikuwa wanatamani kusikia atatamka kitu gani. Kwa maana jimbo la Dodoma mjini limegawanywa na kuzalisha jimbo la Mtumba. Tukiangalia mwenye dhamana mwenye jimbo wakati huo ni Anthony, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kwa watu walitarajia, lakini wengi waliamini kwamba tabaki huko. Ilikuwa mmoja hapo na nimewahi kuzungumza naye mhm. Uh-huh. Alikwambia na nini? ilikuwa ni kipindi cha futari mhm ya mpaka, video ipo. Wow, una ushahidi. Alikwambia tabia kidodoma ile? Hapana mhm, tulikuwa ni kipindi cha futari, kwa tulikuwa tunakula naye futari, tumekaa naye pia tunapiga naye story. Sasa unajua ni brother, yani kwetu sisi ni brother, yaani sio uongozi nini eh, kwetu sisi ni brother, yani ni mtu ambaye ana, anatupenda yani, umeona anatupa yule ile pure love kwa, so that's why nafikiri Naumia kwa sababu tunaona kama tunapoteza kitu kikubwa. Sasa tukamuuliza brother, tumesikia kwamba kuna jimbo kupasuliwa, akasema yeye na mimi nimesikia. Kwa hiyo tukamwambia, sasa wewe umechagua nini? Akasema kiukweli, mpaka sasa hivi hata mimi sijui, tuombe Mungu ndio jibu hmm, ambalo amekuwa akilitoa mara nyingi nikikwambia uishi kwenye ni mawazo yake, unaweza ukafikiri ni kwa nini amechagua jimbo la Mtumba? Ah, kwa mimi nilivyowaza nikasema, labda kwa sababu kuna ikulu kule, kwa sababu ana, nafikiri hajatusaliti. Ilikuwa ni lazima achague, lazima achague, yaani ilikuwa ni lazima achague. Kwa hiyo sasa kusema kwamba labda kuna upendeleo kaufanya, yani, hata kama angeenda kwetu bado lawama hizo angezipata kwa watu wa Mtumba. Kwa hiyo whatever is necessary. Aa, na mpaka watu wanamilia bila shaka kuna mambo makubwa sana ambayo amewafanyia. Kaika alama gani katika soko la machinga? Soko letu la machinga ameweka alama moja kubwa sana. Kwanza wafanyabiashara wa soko la machinga wanamtambua kama mtu wao. Ni kama wana- wana yani, they believe in, ni kwamba wana own Mavunde. Wao ndivyo wanavyoamini kwa sababu kila changamoto ambayo ikitokea, tukimpigia simu moja inaisha. Kwa hivyo basi, moja ya alama, majiko ya gesi yote yaliyopo sokoni pale ni Mavunde, lakini pia kwenye mfuko wetu wa wafanyabiashara ni Mavunde. Kwa hiyo ni vitu vingi vingi sana. Hata umoja wa wanawake juzi tarehe kumi na mbili ni yeye ndo ambaye ametutengenezea jambo likawa zuri ni brother ambaye huwezi kumwangalia. Na mara nyingi akifanya mikutano yake walikuwa wanamjibu kwamba watamlipa mwaka 2025. Lakini hakuna tena nafasi hiyo kwa maana yupo tena katika jimbo la Dodoma mjini. Yes. Nafikiri amewaachia deni. Mna mpango wa kumfanyia chochote ajisi kwamba mmelipa fadhila. Of course, anatudai vitu vingi sana anatudai vitu vingi sana kama kiongozi wetu, kama brother, sisi kama viongozi. Ni mtu ambaye amekuwa karibu na sisi. Kwa hiyo sasa vitu anavyotudai ni vingi, na pia anavyodai kwenye community zetu ni nyingi sana. Kuna namna tunatakiwa kulipa. Nikupe nafasi ya kumwambia nini? Lolote sasa hivi kabla hatujamwalika kiongozi mwingine, ongea na Mavunde. Uh, brother... ku chanika kwa mkeka sio mwisho wa maongezi asante. <laughs> Na asante sana, nashukuru sana nyama geni kinga mkono kwa ushirikiano wako katika studio zetu, hususan katika kipindi hiki ambacho tunakifanya wakati huu, asante sana. Mimi nashukuru sana, karibu wakati mwingine, asante sana mwinginea. <laughs> Asante. Na mtazamaji wetu, kama ambavyo umekuwa ukiendelea kufuatilia vipindi vyetu, wakati huu tunaangazia uamuzi wa mheshimiwa Anthony Peter Mavunde kuweza kuchagua jimbo la Mtumba na kuliacha jimbo la Dodoma mjini. Watu wengi wanahisia tofauti tofauti, wakimuelezea kwa mengi ambayo wameweza kushirikiana naye kwa kipindi alichokuwa katika jimbo hili tunatambua kwamba rasmi 2025 baada ya uchaguzi a, mkuu wa mwaka 2025, ndipo ambapo ataweza kuliacha rasmi jimbo hili. Wakati huu niko na kiongozi mwingine bwana Abduli ambaye yeye ni balozi wa vizimba katika soko la machinga complex, yeye ni balozi katika soko lile. Katika ubalozi huo, anaweza sasa kuongea nawe tena wakati huu. Karibu sana katika kipindi chetu. Rais Balozi ambaye anasimamia vizimba katika eneo la KP. Ah, ukiacha kusimamia tu vizimba, majukumu yako mengine pale ni yapi kama balozi? Ah, utatua changamoto za wafanyabiashara nyingi tu ambazo zinakuwa zitatua pale. Ni biashara kugombana wafanyabiashara na mambo mengi sana ambayo sisi ndio wawakilishi wao kwa kile jambo hili tu tunakuwa na mwenyekiti kumpelekea taarifa mwenyekiti ambayo unaweza kutoka kwenye simu ambayo unafanyia ile maelekezo unaenda kwa mwenyekiti, unaomba kosta zao za wale wafanya biashara ambazo zimeendelea wafanya biashara. Na umetuambia unapeleka kesi hizo kwa mwenyekiti, ni kesi zipi ambazo ziko ndani ya uwezo wako na unaweza ukazitatua tu pale pale na amani ikapatikana bila kufika katika uongozi wa juu? Kwanza nashukuru Mungu kwa sababu wafanya biashara wao wamenielewa sana, na kikubwa, wafanya biashara huwa shida zao nyingi, na namaliza mimi mwenyewe kabla bado sijamsikia mwenyekiti, kwa sababu kuna vitu vingi vya wafanya biashara pale ni kugombana upatikanaji wa riziki ndio kikubwa kiko pale sasa. Ni changamoto ipi kubwa ambayo wewe ilikushinda na kuifikisha katika uongozi wako? Ah uh, changamoto ambazo zinakuwa ni ngumu sana kama mfanyabiashara kumleta kama ndugu yake anakaa kwenye kizimba bila kutoa taarifa ile yoyote kwa kiongozi. Na mfanyabiashara kwa gaidi baadaye na kutoa ambazo hazieleweki. Kwa hiyo nafikia tu lazima uende kwa mwenyekiti, mwenyekiti akupe difference ya kutatua changamoto hiyo akupe maelekezo. Ukiongelea ugaidi. Unamaanisha nini? Siongelea ugaidi, muongelea hmm. Anakuwa gaidi eh, yani anakuwa haelewi yani, anatumia nguvu, sio kutumia akili na, na kanuni ambazo zipo pale sokoni, kwamba mfanya biashara pindi unapomleta ndugu yako, yote dhamana ni barua, uiandikie uniandikie barua, afu ile barua niipeleke kwa mwenyekiti, mwenyekiti aisaini. Kama mwenyekiti hatokubaliana na hiyo barua, haipaswi wewe kushiriki pale kwenye soko letu mpaka uje na mwongozo ambao tunatumia barua ili baadaye tuje tukae sawa. Asante sana, tunamuongelea mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, hapa uh. unamkumbuka kwa lipi uh, jamaa yule ni konki master sana hmm. kwanza baza yule kwa majambo aloyafanya siwezi nikaongelea yaani e, ni machungu sana japo yeye ameenda huko lakini, kama mwenyekiti wangu alivyotoka alivyosema kwamba mkeka ukichanika Uh, hauna jinsi lakini tunaumia sana kwa sababu brother, kwanza pale Machinga complex kuna soko ambalo amejenga la mama mboga mboga, ambao wao wanafanya biashara kwenye mvua na jua, amewajengea soko pembezoni. Kwa hiyo kuna faida kubwa ambayo hata mimi mwenyewe nilimwambia, elfu mbili na ishirini na tano, tuko pamoja brother, yani ninapomiliki na, na kile kizimba na pale napo tumikia wafanya biashara na wafanya biashara kama mia nne na hamsini hivi. Wale wafanya biashara wote, zile kura ni za kwake. Sasa ameondoka, nina naumia, nimfanyie kipi ili na mimi Mungu aje nilipe anilipe, kwa sababu amefanya mambo mengi ambao mama zetu wameteseka sana. Amewalipa kila laheri kwenye maisha yao, wamama ambao wanafanya biashara kwenye kwenye jia kwenye mvua jua, yeye amewajengea soko na soko anaweza akazindua wiki mbili ambazo zijazo na wamama wakakaa pale kwenye kivuli na wakafanya biashara bila shida yoyote. Kwani jamaa ambaye amefanya mambo mazuri mimi kama mimi simuiti kwanza ni kiongozi, mimi namuitaga brother mwenye faida na sisi. Kuna mtu unaweza ukamuita kiongozi, lakini kwa Mavunde sisi tunamuita brother mwenye faida sio mwenye hasara. Yule ni faida tupu. Na Mungu ambariki sana huko aendapo. Atukumbuke hata tukiwa huko japo yeye ameama, lakini masikitiko ni makubwa, kama mimi juzi tu jana niliposikia hiyo taarifa kwanza chozi lilitoka hapo hapo chozi lilikutoka. Unafikiri kwa nini ulilia? Ah, kwa sababu kwanza jamaa ana huruma sana. Yaani ukiona kiongozi ana huruma, huyo umpe big up nyingi sana. Yule bro ana ana huruma kwa sababu kuna siku moja mimi nilikuwa nafanya biashara ah, kabla bado hatujaje pale ya machinga, migambo alikuwa anachukua biashara na kupiga mabuti. Sasa ile kauli yake ya kusema kwamba migambo pindi wakifanya hivyo, anaumiaga sana. Iliwahi kunikuta mimi akiwa anaongea hivi, nilikuwa namsikia kwenye taarifa za habari nilisema huyu ni mtu eh. Namkumbuka kwa mengi sana, lakini pia